wa TBC1 tunaendelea na jambo Tanzania, hii ikiwa ni awamu ya kwanza, na katika awamu ya kwanza tumewalika wageni kutoka chuo cha taifa cha utalii au chuo cha utalii Tanzania. Tutazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na Uh, fursa zilizopo katika chuo hicho lakini na utalii katika maendeleo ya taifa kwa ujumla, wakiwa kama wanataaluma wa masuala haya ya utalii. Kama tunavyofahamu, sekta hii ni muhimu na ina mchango mkubwa katika pato la taifa, lakini pia katika maendeleo ya kiutamaduni uh, kiuchumi na kijamii. Wageni wangu hapa studio ni Rosada Msoma ambaye ni kaimu mtendaji mkuu, karibu sana. Mm, tunaye pia Naiman Bise ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mafunzo karibu pia. Sante, sante. Tuanze kwa kumwambia mtazamaji, mm, chuo hiki cha utalii cha taifa tukizungumzia, tunaizungumzia taasisi ipi na mchango wake ni upi katika masuala ya kitaaluma? Asante. Baya, wakala wa chuo cha taifa cha utalii ni wakala ambao umeanzishwa kwa sheria ya wakala wa serikali namba 30 ya mwaka 1997, na lengo kubwa na kazi kubwa ya wakala huu ni kutoa mafunzo katika fani ya ukarimu na utalii. Na mafunzo haya hutolewa katika ngazi ya cheti na, na diploma na ni katika fani ya utalii na ukarimu. Wakala huu una kampasi tatu. Kampasi ya kwanza iko Temeke inaitwa Temeke kampasi, na inajikita katika kutoa mafunzo ya, ya utalii. Kampasi nyingine inaitwa Arusha kampasi, iko eneo la Sakina, barabara ya kwenda Nairobi. Na kampasi ya tatu ambayo ni makao makuu ya wakala ni kampasi ya Bustani, nayo imejikita katika kutoa mafunzo ya ukarimu katika ngazi ya cheti na diploma. Kihistoria ukituambia okay, kwamba chuo hiki kilianzishwa wakati gani na lengo lile la kuanzishwa kwa chuo limeendelea au mmekuwa mkiongeza vitu vingine? Um, historia ya, ya chuo hiki imeanzia mwaka sitini na tisa wakati ilikuwa imeanzishwa tu kama sehemu ya, ya hoteli ya New Africa ambayo ilikuwa inatoa mafunzo ya awali kwa wafanyakazi wa hoteli. Imeendelea kukua kwa kuwa sekta ya utalii imekuwa ikikua okay. Chuo nacho kikapanuka. Mwaka 74 kilibadilishwa jina kikaitwa Chuo cha Mafunzo ya Hoteli na Utalii, na wakati huo kiliwekwa chini ya shirika la utalii Tanzania Tourist Corporation, na kikaendelea kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa hoteli. Wakati ule uh, shirika hilo lilikuwa pia likimiliki hoteli za kitalii uh, sekta ya utalii ikaendelea kukua na ilipofika mwaka elfu mbili na tatu serikali ikaona ni vizuri ikapandisha hadhi ya chuo hicho ili kiweze kuendana na kasi ya kukua kwa sekta ya utalii, ndipo kikafanywa wakala wa serikali mhm, na kilianza kutoa diploma kuanzia mwaka elfu mbili na tatu. Mipango yote ya kuongeza ngazi uh, za elimu au utoaji wa taaluma yenu, kwa mfano kwa sasa hivi ni cheti na diploma ndiyo? mm. E, tunayo mipango ya kuongeza uh, kozi tunazotoa kwa maana ya kufika kwenye level ya kutoa uh, degree. Tumeanza mchakato wa kuanzisha degree ya hotel management pamoja na tourism management na sasa hivi tunashirikiana na chuo kimoja kinaitwa Vancouver Island University, tutashirikiana nao, tutatengeneza mtaala na utapita prosesi zote zinazotakiwa, hatimaye tutaanza kutoa mafunzo haya. tunategemea yaweza kuanza mwaka 2018, 19. Mm -hmm. Haya, ah, Mbise, sifa gani ambazo, ah, mnachukua wanafunzi wale wanaojiunga na chuo chenu? Ah, kwanza kabisa, kuna kwa wale wanafunzi ambao wanasoma Uh, certificate sifa ya kwanza kabisa lazima awe na pasi nne na pasi nne kwetu ni D nne, na vilevile anaweza kuwa na NVA ambao National Vocational Qualification level 3 kutoka VETA, lakini lazima vilevile vile awe amefanya form 4. Hizo hizo zinamfanya yule mwajiri wako yule mwanafunzi aweze kujiunga na certificate, lakini kwa wale wa diploma wale wanaojiunga diploma wana, wana lazima awe na pasi moja ambayo tunaita principal pass kwa form 6 alafu na awe na pasi moja ambayo ni subsidiary. Vile vile kwa wale ambao wana NTA Level 4 wanaweza kujiunga na diploma. Diploma kozi zote zetu ni miaka miwili, isipokuwa kozi ya ambayo tunaita tour guide operation, uongozaji wa talii, hiyo ni mwaka mmoja. Mm-hmm na tukizungumzia sekta ya utalii ni sekta ambayo ina mchango mkubwa katika pato la taifa. Chuo cha utalii, mnajivunia nini katika hili, katika miaka zaidi ya hamsini mkiwa mnatoa taaluma ya masuala haya? A, sisi tumekuwa ndio chuo pekee kwanza ambacho kiko chini ya chini ya serikali ambacho kinatoa taaluma ya ya ukarimu na utalii. Tumekuwa unafundisha wanafunzi wengi ambao wanaenda kuajiriwa kwenye sekta wana ya utalii wanaenda wanaajiriwa kwenye sekta ya, ya uongozaji wa utalii kwenye kufanya kwenye sekta ya vile vile ya, ya, ya usafiri wa ndege. Lakini sio hivyo tu, lakini chuo chetu kinatambulika na baraza la elimu ya ufundi NACTE na vile vile kinatambulika na shirika na, na chama cha cha nani cha au, Association of Hotel and, and, and, and Tourism School in Africa, ambayo ni chama kinaunganisha vyo vyote ambavyo viko Afrika si so, hivyo tu tunatambulika vilevile na, na chama cha vyo vya utalii duniani yote. Kwao sisi kwetu wanafunzi anatoka pale, tunaamini kabisa kwamba huyo mwanafunzi anatoka anaenda kuhakikisha kwamba kila ambacho tulimfundisha na kila ambacho kinahitajika kwa dunia internationally Kinatolewa kina, kina hapa Tanzania ili tuweze kuhakikisha kwamba wale watalii ambao wanakuja kwetu hapa Tanzania wanapata service au huduma ambao inalingana na, na, na, na kula walikotoka lakini vilevile inalingana na nchi nyingine yote hapa dunia. Ndiyo. Eneo lingine ambalo tunajivunia ni kwamba kama watoa huduma ya mafunzo, mm -hmm. Pia tuna mchango mkubwa kwenye kukua au kwenye maendeleo ya, ya sekta ya utalii. Kwa maana katika sekta ya utalii huduma ni jambo muhimu sana, kwani mtalii anapokuja akipata huduma nzuri huwa balozi wetu mzuri, anapokwenda anatoa sifa nzuri kwa sehemu aliyotembelea. kwa hiyo Uh, wanafunzi wa timu wanaotoka kwetu wakiwa wameiva vizuri wanatoa huduma ambayo inamfanya mlaji aridhike hata kuwaambia wengine waje tena. Kwa hiyo, sehemu yetu katika mchango wa maendeleo ni kwamba tunapotoa huduma nzuri tunafanya kile kivutio kilichotembelewa kikawa bora zaidi kwa sababu utalii unahusisha uh, usafiri, unahusisha vivutio, unahusisha na huduma. Mm-hmm. Kwenye upande wa utamaduni Uh, utalii una nafasi kubwa uh, ya kutangaza pia utamaduni wa um, Tanzania. Kwanza kabla hatujazungumza kuhusiana na masuala haya ya utamaduni, vitu ambavyo vinaenda pamoja na utalii. Ni kweli mm -hmm. utamaduni mm -hmm. ni sehemu ya vivutio, ni sehemu ya kivutio kwa maana uh, ut utamaduni wetu unaweza ukawa ni utamaduni wa ma maisha ya, mm -hmm. ya Watanzania wanavyoishi anavyokuja mtalii anaweza akaona, au unaweza aka... kuita utalii utalii wa kiutamaduni yeah. Yeah. ni kweli mm. kuna cultural tourism hii utalii wa kiutamaduni mm, ambao pia tunaufanya hapa Tanzania. kuna mm, jamii zimehusishwa katika ku kuendeleza na kutoa maelezo kuhusu utalii wa utamaduni katika maeneo yao na sehemu kubwa ambayo imejihusisha sana katika utalii wa utamaduni ni sehemu ya kaskazini. Ukienda Arusha kuna kitu tunaita cultural tourism mm -hmm. enterprises ambazo uh, muongoza muongoza mtalii anakuwa ametokana na jamii husika mm -hmm. watoa wa huduma kama vyakula, malazi, kuongoza misafara ya watalii inakuwa inabuniwa na kuratibiwa na jamii iliyotembelewa mm -hmm. tuna cultural tourism enterprise inaitwa iko Mto wa Mbu, kuna nyingine ziko Longido, nyingine ziko Mulala, Tengeru. Ziko nyingi, ziko kwa sasa ziko hamsini na nane nchi nzima, na sisi katika chuo pia tunawafundisha wanafunzi wanaochukua tourism somo la cultural tourism, ili waweze kuchangia katika kuendeleza utalii huu ambao unasaidia sana jamii hasa Uh, zile local communities kupata faida kutokana na, na utalii unaoendeshwa na, na, na, na kampuni na watu wengine. Uh, Bwana Mbise, kuhusiana na kutoa kozi zile ambazo zinatangaza utalii au zinautangaza utalii zaidi nje, kwa sababu hata idadi ya watalii wanaoingia uh, si wengi sana, na wakati mwingine idadi inakuwa chini tofauti na vivutio vilivyopo hapa nchini katika maeneo mengine wanatamani kuwa na vivutio kama vilivyopo hapa Tanzania, lakini hakuna. Kuna mbuga nyingi eh, wanaweza kuzunguka katika mbuga mbalimbali mbali za wanyama. Kuna misitu mikubwa ya kiasili kabisa ambayo wanaweza kuja kuiona, lakini kuna viumbe adimu ambao wanapatikana tu Tanzania. Sasa kozi hizo ambazo mnazitoa zinasaidia vipi katika kutangaza vitu hivi? Ah, kwanza kabisa kozi kwa ambazo zinazitoa nyingi itatoa kozi ambazo zinahusiana na